Nam, tunaendelea na chaneli yetu Mpenzi Msikilizaji, na leo nakuja na kitu kipya hiki hapa, ili Dudu na kudondoshea kutoka Naija leo na leo ili Dudu litakwenda kufundisha na litakuja kukupa maisha halisia ambayo binadamu tunaishi Mpenzi Msikilizaji. Lakini kabla sijakuelezea na sija kushushia Dudu hili hapa hili, ungefanya jambo la kiungwana kama ni malako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, ungefanya jambo la kiungwana la kusubscribe chaneli yetu, ili wa kwanza kabisa kupata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa wakati vinatoka jikoni Mpenzi Msikilizaji. Eh, bwana tunaanza katika movie letu la leo, mchikaji wangu, naona hapo kuna wadada fulani kama wanne hivi wanaflai na kuenjoy wakiendelea kumwagilia moyo, wakiendelea kupiga vyombo. Alafu kati wao wanapiga vyombo, kuna mwanadada mmoja ambaye, yeye anaomwagia pesa tu, anaomwagia mane, yani hela kwake si kitu, yani si kitu cha, cha cha cha, cha, kushangaza, yani anaomwagia hela. Kati wazake wanakunywa vinywaji, wanaenjoy, yeye anaomwagia tu hela. Lakini kwa pembeni tunamchiki mshikaji mmoja hivi, alikuwa na wadai ile tu anawaangalia, yani jinsi gani dada anavyojivunia ni yani pesa zile ambazo wanatupia wenzake yeye kwana wachola tu anaangalia kwa pembeni. Basi wakawa na furahia. Kumbe bwana, huyo mtoto anaye mwaga mwaga pesa hapa katika anavyowamwagia wenzake pesa, ni mtoto wa rais mtarajiwa, yani ya eti rais mtarajiwa wa, wa wa Nigeria. Basi yeye ndo alikuwa ndo anomwagia pesa wenzake, yani wenzake wanafurahia ya, huko na kunywa pombe. Lakini baada ya kunywa pombe kwa muda mrefu, mpenzi msikilizaji, unajua nini kilitokea? Walipolewa kawa pofulu kabisa, wako ovyo ovyo, wakawa wanatoka zao. Basi wale ile mtoto wa rais na rafiki yake wakawa wanatoka zao kwenda kuingia katika gari ili waweze kurudi maskani kwao. Lakini mpenzi msikilizaji, kabla hawajaingia ndani ya gari, mara ghafla, yule mchiza alikuwa anawaangalia kwa pembeni tu na wadaile, akawa amewatokezea pale pale, akawambia, oya nyewe wenyewe, warembo warembo, simameni hapo. Akawambia, tusimame, wewe unatujua sisi? Akawambia, tulia wewe, nakujua nisikujue, mi nakwambia simama. Basi bidada akaanza kuleta mashauzi pale pale, jamaa akavuta tisheti akaonesha chuma. Alivyoonesha chuma pale pale wakawa wapole. Ghafla akawaambia naka, kwa kwa kwa sana kwambie kitu yani, hapa akawateka aka akamteka yule mtoto wa rais, akaondoka naye na, na kupakia kwenye gari, akaondoka naye na kwenda maskani. Baada ya kwenda maskani kwake, basi akawa amepigiwa simu baba yake na kaja akamtoa kwa milioni 30 kwa huyo jambazi. Basi baada ya baba yake kumtoa, akawa baba yake amemaindi sana, akasema wewe unaribia skendo zangu mimi wakati mimi naitarajia kuwa rais mtarajiwa muda si mrefu ikabidi amtafute mmoja bodyguard bodigadi mmoja mzuri sana kwa ajili ya kuja kumlinda binti yake tu, yani asitoke ndani wala asikwende, asiende mahali popote pale. Basi mpenzi msikilizaji, wakati amemleta ule bodyguard, basi ule dada akaa amekata kata kata, namwambia baba yake, mimi sitaki kulindwa lindwa bwana, kama kama mfungwa na kaa kama niko magereza bwana. Mimi sitaki yani, siwezi siwezi kukubali. Yule mkaka ambaye ni bodyguard ambaye akamwambia, ule dada akamwambia, bwana, mimi siwezi kukulinda wala kukuchiti kama, siwezi kukutrick kama vile mwalifu, yani nitakuwa nakulinda, ni kawaida kabisa kama mlinzi, yani kama kawaida yani, utakachokuhitaji mimi nitakuwa unaniambia, mimi nakufanyia yani, au vipi? Basi yule bidada akaa nakataa, namwambia, baba, mimi sitaki kabisa, itabia sipendi. Yani mi nalindwalindwaje bana, mi ni mtu mzima najielewa, najitambua. Babake akamwambia pumbavu mkubwa, yani wewe umeenda kusababisha mi nimetoa ya pesa huko Umeenda kukamata umetekwa, je kama wangekuwa je? Afu unaanza kusema ti sitaki, sitaki utaki nini? Nimekwambia utake utalindwa, usitake utalindwa. Baba kaamka na kuondoka, mtoto akawa anajikanyaga kanyaga pale kwa maasira yake, ukakitoka akielekea ndani kwake. Wakati ameelekea ndani kwake, ghafla kama amechukua mkoba, anataka kutoka nje, anataka kutoka nje ule mlizi takamkazia mlizi mwenyewe anakifua balaa, yani mzee usipime akamwambia hakuna kutoka hapa, hapa hatoki mtu. Kwa hiyo namaana unanizuia? Akamwambia ndio, nakuzuia. Inamaana utaki mnitoke hata kwenda sambo? Akasema utoki kwenda mahali popote Yani, wendo kazi uliopewa kunilinda mimi sitoke, sio? Akamwambia ndio, nimekwambia utoke. Akamwambia mimi natoka, nimekwambia stoki. Akamwambia baba, akanamwita babake, mimi simtaki, misimtaki, sitaki hata kumuona. Yani, yani kwanza namchukia balaa yani Baba, kama mwambia utajua mwenyewe, mimi ndo nimeshakuletea mlinzi, hakuna kutoka hapo ndani sasa. Yani, bishana yani, kumfanyia ili aweze kutoka kirahisi, sijui ni askari mwanajeshi mstaafu huyu. Basi mwenyewe alipokuwa amekaa ndani kule akawaza akasema, ehe, nimepata nimepata mbinu. Ikabidi achukue madawa kulevya akamchanganyia katika waini akaenda akaanza kujipendekeza sasa jamani we mlinzi jamani wewe kaka ni mzuri si nimekuletea waini mgonga basi waini kwa sababu shani katalia nisitoke gonga tu hata waini tukae hapa ile mimi sikamkazia jicho afa kamvulia miwani akamwambia mimi sinywi waini wala nini yani kwanza sigongagi mafitu kama wewe nikiwa katika kazi ikabidi arudi kule ndani eh hey, anajichekesha pale akarudi zake ndani baada ya kurudi ndani mpenzi msikilizaji akaenda akachukua tena juice akachanganyia tena ile madawa kule hivi yani binti ni yani ni mtoto wa tajiri lakini mtoto wa wa rais ntarajiwa lakini anafanya vitu vya ajabu. Paka madawa ya kulevya anayo ndani, mwezi amini akamwekea tena madawa kulevya kwenye kwenye juisi. Alipofika mlinzi, "Basi, nimekuletea basi juisi ni, kwa sababu umesema utumie wine, nimekuletea juisi basi, gonga hata hii juisi kidogo, afu mimi nakuelewa, yani sijui unafanya mambo yako ya ajabu ajabu, unanigomea mimi nisitoke, wakati mimi mwenyewe nataka nitoke kwenda kwa marafiki zangu nika enjoy nini." akamwambia hapa utoki, yani akamwambia basi, leta hiyo juisi. Alipompa hiyo juisi, basi yule mlinzi alipoishika tu, alipoisogeza machare kundesa mzee yule ni, ma, ni askari mzee, akawa amesikia harufu ya madawa kulevya, akamwambia, yani wewe unataka unitegemee madawa leva ili utoke, si ndio? Mimi nimeshafanya hii kazi kwa muda mrefu, na ni askari, tena askari mkubwa sana. Kwa hiyo najua mpaka harufu za madawa kulevya, mirungi, sijui nini, gomba, kila kitu nafahamu. Kwa uwezi kuntishe chochote, yani unajifanya mjanja, sio? Mimi ndo mjanja zaidi yako. Basi pale ile bidada akawa anamwangalia angalia pale kati kazubana, anataka kuweka glasi, yeye akachomoka kwa upande wa pili, akateleza akasepa. Alipo sepa akaenda, kumbe njia alikuwa ameshaita teksi, akapanda kwenye gari na kuanza kusepa mzee. Ghafla mlinzi akasema usinitanie, mla mzee akabasha gari akawatinga kwa mbele. Alipowatinga kwa mbele, akasimama pale achecki na kima, akasimama akafungua mlango, akamvua bidada pale kwenye gari, akampiga teksi bega, akampeleka ghetto aka bia fupumavu, staki mimi. Sichezagi na kimakima, sawa? mi nipo hapa kutafuta mane ela ankala natafuta hela yani, unaona. Eh, kwa hiyo usiniletee habari zako za kibidada dada hapa za za kitajiri tajiri, mimi nenda kufiatua ubongo huo. Basi yule bidada kama amekasirika amekaa zake ndani, mara ghafla kesho yake rafiki yake akaja kumtembelea. Baada rafiki yake kumtembelea akamwambia ni wewe ni mkakana nilinda, nakwambia anipeleka kila mahali, hata ananipeleka sisi baba. Akamtolea wapi? Yani afu yule dada kana msalimia, hai kaka, jamani, wewe kaka ni handsome kaka, kama amemchunia amemtolea macho tu yani, kwa sababu hata hamwangalii yani, yuko serious, alafu anabonga la kifua mchizi. Nikimepanda kimepanda ewani baraa. Basi huyo dada akaa, anasema sasa, hapa ni mi nitafanyaje, fanyaje, yaani, ili niweze kutoka hapa. Basi wakaa amepiga stori, sakesho yake Mchizi akaa amemuomba dada, akamwambia dada, naomba nisaidie basi. Nani anamuomba sasa? Yule yule yule yule mlinzi yule, naomba nisaidie basi nitoke hata leo kidogo nika enjoy. Basi akawa ametoka naye. Baada ya kutoka naye akawa amefika sehemu, akamsindikiza, alipofika sehemu hiyo alikuwa amefika, akawa amekunywa kunywa kidogo akarudi nyumbani, baada ya kurudi nyumbani basi akawa amefurahia kidogo kwa sababu ametoka naye leo, akawa amefurahia lakini akawa ametumia sana madawa kule. Hivyo alipofika nyumbani akawa anamwambia mlinzi kwamba usimwambie baba kama mimi natumia madawa ya kulevya. Mlinzi akaa na mshauri tu vizuri, amwambia bana, hivi vitu sio vizuri kwa kutumia kwa mwanamke. Achana madawa, haya bana, he, tumia, kwenye kwenye mina, ye, na haya madawa hayafai. Akaambia bwana e, mi natumia, kwani nikitumia, kwani wewe nakusuni? Nakaambia, lakini wewe ni msichana, ndio ni mrembo mzuri tu, haina haja ya kutumia mavitu kama haya, kwa sababu hayafai kwako na sio mazuri ya mavitu kama haya. Akaambia, achana na mimi bwana, mimi naomba tu usimwambie baba kama mimi natumia madawa, sawa. Sasa nakamwambia, sasa kama wewe kama unataka kuendelea kama unataka kuacha hayo mavitu yako, mimi nitamwambia baba yako. Jamani, naomba usimwambie bwana, sio vizuri bwana, naomba nisikilize. Basi kesho yake tena akaa ametoka ameenda sehemu mzee, kwenda kwenda kunywa kama kawaida da vinywajinywaji wake na rafiki zake nini, lakini walipofika pale yule mlinzi akaa amekagua, akasema ili eneo sio sahihi kukaa hapa. Ile dada akasema mbona ni sehemu nzuri tu haina shida. Mara ile dada akasema nimesahau simu yangu kwenye gari, bisi akamwambia usijali, nitaenda kuifuata. Wakati ameifuata ile simu, mara ghafla tukaona wale wale dada sasa wakawa wanacheza cheza pale, mziki mzee, wanafurahia furahia, wanaimba nini, wako wawili, wanafurahia wanaimba ile sehemu nini. Mara kidogo tukaona bonge la buti zinaingia ndani, mzee akashtuka, huyu ni nani tena anaingia mzee. Mzee tena mimi walijua ni mlinzi, kumbe sio mlinzi, alikuwa ni jambazi mzee. Mara kidogo akatoa bastola mzee, alitoa bastola ajakaa sawa, mzee akataka kufyatua. Basi kabla hajafyatua mlinzi akawa ameshatinga ndani mzee, wezi amini, aliwahi nakwenda kumwokoa dada na risasi kampiga kwenye mkono yule mlinzi. Baada ya hapo, mlinzi akamsukuma yule jamaa chini, akamkokota bidada na kumpakia kwenye gari, akaondoka kuelekea nyumbani. Kufika nyumbani, yule jamaa akawa ametibiwa pale na kuwekewa nd katika mkono wake. Basi dada kaa ameshangaa sana, huyu jamaa amehatarisha maisha yake kwa ajili yangu, ametaka kufa na risasi kwa ajili yangu. Basi dada ametokea kumpenda hivi kupena maana hautaki kula hata sambusa yangu, ina maana hii sambusa huioni? Au afu sambusa imeiva, yani anajikweza kweza, yani kwa mchizi mchizi, akamwambia hiyo sambusa hiyo, mimi naitaka hiyo. Wewe ni mtoto wa bosi ujue, siwezi kulemba mzee. Mara ghafla akamvuta pale, akaanza kumnyonya mate pale pale, mzee kula mate ya kutosha mzee, akawa amevunja amri ya sita na mtoto wa la, rais. Mzee baada ya kuvunja amri ya sita na mtoto wa rais, basi mtoto wa rais akawa amedata, yani ameshampenda mshikaji, yani tena hataki kusikia chochote, yani hata kama babake angesema nini. Wakati wanaendelea kuongea mara kidogo, rais mwenyewe akaingia, akamwambia asante sana shujaa kwa kuendelea mtoto wangu. E bwanae, dudo letu ndo likawa limefikia hapo mzee. Tutaendelea katika sizoni ya pili, hapo ni sizoni ya kwa.